Nimeongea na wagonjwa takriban kumi na saba, wale wa akina mama wote waliojifungua, wote nashukuru, wamesema wamepokelewa vizuri. Jafahamu kama unakuja eh. Mm -hmm. Okay. Vizuri huduma zao ni nzuri, utafikiri private. Utafikiri private. Mm -hmm. huduma zikoje? Huduma nashukuru, huduma ni nzuri. Kwanza mimi nimekuja kwa yangu nimefika hmm. Hapa nimepokelewa, nimekutana na madokta wengine pale nje sana hivi. Nikuwa naumwa uchungu wananisaidia hmm. tu mpaka nimejifungua. Ndugu zangu wamekuja wamekuta nimeshajifungua tayari. okay. E, yeah. okay. mm. maana nilikuja tu mwenyewe kuja tu mwenyewe, sina mtu yeyote, maana uchungu umenishika, nikajibeba nikaja mimi kama E, ndugu wa kwanza umewakuta hapa. Eh, ndugu wa kwanza nimewakuta hapa. Tena mimi nimehudumiwa na wadada kwa kweli na mshukuru Mungu amenihudumia vizuri mm -hmm. Bila hata shida yote so. Umekuja lini? Umekuja juzi. Juzi. mm -hmm. Eh, umepokelewaje? Nimepokelewa vizuri alhamdulillah. Pokelewa vizuri sana. Haujakaa kama mapokezi kama umekuja kutembea? mm -hmm. Eh. Hapana kabisa. Nilipokuja mm -hmm. Tu nikapata huduma. Nikapata huduma ndo ukarudi kujiandikisha. Hapana. mm -hmm. Nimeandikishwa nikapata mm huduma -hmm. Muda huo huo. Nilipokelewa vizuri, daktari alikuja kwa wakati. Ndiyo. na wakukuweka kusubiria, e, okay mm -hmm. Vizuri. Vizuri. Unaendelea vizuri. Unaendelea na, sasa unaendeleaje? Mtoto anaendeleaje? Naendelea kupata huduma. Umeridhika na huduma? Ungekutana na rais sasa hivi ungemwambiaje eh? w wako vizuri. Ndio, ngemwambia hivyo. Haya basi nitamfikishia salamu. Haya nashukuru. Na haya asante sana kaka, dada